Msanii Zuchu ni kama vile ameamua kuwafunga midomo wale wote ambao walikuwa wanazungumza maneno mabaya kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mahusiano yake pamoja na msanii Diamond Platnum. Wengine wakiwa wanacomment katika page zake a, mbalimbali kama Instagram wakiwa wanamuuliza Zuchu a, vipi utamzalia lini msanii Diamond Platnum? Kwa nini unaendelea kusubiri? A, wengine wakiwa wanamkumbusha Zuchu ahadi wa zake kwamba wewe ulisema ukiolewa na msanii Diamond utamzalia vipi leo? Ona kama vile ahadi yako umeshindwa kabisa kuitimiza. Kumbe Zuchu yeye alikuwa na malengo yake. Kama ambavyo tunafahamu wasanii wa kike wa hapa nchini Tanzania, katika swala zima la kuwa na mtoto ni jambo la process ndefu sana. Ukiangalia ujauzito ni miezi tisa, baadaye huja ujifungue, e, tayari mwaka mzima umeisha. Ndio maana wasanii wengi wa kike huwa wanasubiri subiri kidogo. Unaweza ukashangaa e, kuangalia hawa wasanii wa sasa hivi ambao wameshakuwa watu wazima ndio wanapata watoto sasa hivi. Ukimwangalia e, huyu msanii wa kuigiza huyo Jacqueline Wolper, Jacqueline Wolper ana umri mkubwa, lakini sasa hivi ndio ameamua kutulia nyumbani na kuanza kuzaa taratibu taratibu na watoto wawili. Sasa sasa hivi, sasa ukiangalia namna ambavyo hawa wa wasanii au hawa mastaa wanaishi, kuna namna fulani hivi wanakuwa na hofu kwamba nikibeba ujauzito hapa, ni mwaka mzima natakiwa kukaa nyumbani kutulia. Sasa nikitulia mwaka mzima, nitafanyaje shughuli zangu za muziki? Nitafanyaje shughuli zangu za kuigiza? Ndicho kitu ambacho kilikuwa pia kinampa ugumu sana msanii Zuchu. Ukiangalia yeye ni, ni, ni msanii msanii wa sanaa ya muziki, hivyo basi atatakiwa kufanya show, atatakiwa kuimba, anatakiwa kutoa video. Sasa hayo mambo yote atayafanyaje akiwa mjamzito. Lakini sasa hivi Zuchu ameamua kumzalia Diamond Partner rasmi, ameweza kuposti katika ukurasa wake wa Snapchat, aya kwa mara ya kwanza tumbo lake, ameweza kuonesha tumbo lake kwamba yeye ni mjamzito, na baadaye akaweza kuandika katika caption mama K. Baada ya kufanya hivyo basi, mashabiki wameweza wa kuibuka, comments zimekuwa ni nyingi sana wengi wakiwa wanampa hongera Zuchu, lakini pia ukiangalia kapo ya Diamond pamoja na Zuchu imekuwa ni kapo bora, imekuwa ni kapo ambayo inafuatiliwa kwa asilimia kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia ukiangalia Zuchu ana mashabiki ambao, uh, huwa wanamshabikia kwa sababu tu yeye ana mahusiano na Diamond. Lakini pia Diamond, uh, kuna mashabiki ambao wanamshabikia kwa sababu tu yeye ana mahusiano na Zuchu, na hiyo yote unaweza ukaona ni kwa namna gani kapo yao inapendwa kwa asilimia kubwa sana na ndio maana mara nyingi mashabiki huwa walikuwa wanamuuliza Zuchu, tamzalia nini Diamond, uh, kwa sababu tu anajua endapo hawa watu wakapata mtoto basi mahusiano yao yataenda mbali zaidi, lakini pia upendo wao utaimarika kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu ukiangalia, msanii Diamond Platnumz ni mtu ambaye anapenda sana watoto, lakini pia tunaweza kusema hiyo itakuwa ni nafasi ya Zuchu kutengeneza katika upande wa wakwe zake. Ukimwangalia Mama Dangote kwa asilimia kubwa sana hana yale mahusiano mazuri na Zuchu. Mara nyingi sana Mama Dangote na Zuchu huwa ni mbali mbali, mara nyingi hatujawahi kuwaona wote wawili wawili wakiwa wamekaa sehemu moja, wanacheka wanafurahi. Hicho ni kitu ambacho watu wengi sana wanakitamani kitokee. Sasa huenda Zuchu atakapopata mtoto, mama Dangote upendo wake uh, utaweza kuimarika au tunaweza kusema upendo wake utageuka uh, labda uh, namna fulani hivi, labda kuna namna fulani alikuwa anamchukia Zuchu, lakini baada ya Zuchu kumtolea kopi ya mjukuu wake basi huenda upendo ukaanza kuzidi zaidi na zaidi, lakini pia katika familia nzima wakina Esma, wakina Ricardo Momo, na wao pia wakaona kweli, eh, bwana huyu mwanamke eh, ni mwanamke mzuri kwa ndugu yetu, kwa sababu huenda hata ndugu za Diamond Platinum, ndugu zake wanafikiria eh, wanaona kama mbona ni kama vile Zuchu anachuma tu hela kwa ndugu yetu, mbona ni kama vile anataka tu kupita na upepo eh, wa msanii Diamond Platinum, anataka tu kupita na upepo wake, kwa sababu yeye ni msanii basi akishamtoa maisha akisha ya yapatia amwache ndugu yetu. Hiyo ni hofu kubwa sana ambayo wanayo ndugu wa wa msanii Diamond Partner. Mwanaona, uh, Zuchu tayari ameshaolewa lakini hana mpango wa kuzaa. Sasa hivi Zuchu ameamua ameona, uh, basi hawezi kutimiza lile lengo la watu wengi ambalo walikuwa wanalitarajia. Uh, ukiangalia familia ya Diamond ilikuwa inatamani leo kesho Zuchu abebe ujauzito, lakini pia ukimwangalia Diamond Partner ni mwanaume ambaye mbaye sana watoto na mara nyingi anamuuliza Zuchu, utanizalia lini? Natamani jamani, ay, niweze kushuhudia mtoto wetu kwa pamoja, ay, na hakuna kitu kizuri au hakuna kitu ay, ambacho kina raha kama kuzaa na mtu ambaye unampenda, halo, hiyo ni ishu uh, nyingine kabisa kwa mwanaume lakini pia kwa mwanamke. Okay, ukiendapo uh, mwanamke au uh, Zuchu uh, akaja uh, uh, akaleta mtoto uh, akafanana na Diamond kwa asilimia kubwa, au uh, yule mtoto akawa wa kike akafanana na Zuchu, ni mtoto ambaye ataendelea kuleta furaha ndani ya nyumba yenu, ni mtoto ambaye ataendelea kuimarisha furaha ya baba yake pamoja na ya mama yake. Wewe kama shabiki, unalipi la kuzungumza baada ya Zuchu kuweza kuonesha tumbo lake kwa mara ya kwanza tuchie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na turn on notification.